Wajumbe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wanatarajiwa kukutana tena jijini Washington Marekani wiki hii katika awamu nyingine ya mazungumzo yanayolenga kupata amani kati ya nchi hizo mbili. Mwandishi wetu Ruben Lukumbuka na maelezo zaidi. Maandishi yaliyoonewa na RFI yanaenda mbali zaidi kuliko tamko lililotolewa na kusainiwa mwezi Aprili mjini Washington kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa DRC na Rwanda. Rasimu ya makubaliano ya amani ambayo inatarajiwa kutiwa saini mjini Washington juma hili inatoa masharti kwa Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake bila ya kupoteza muda katika ardhi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Na hii ni pamoja na silaha pia vifaa vilivyopelekwa huko baada ya kuidhinishwa na serikali ya Kigali. Sharti la pili ni kuondolewa kwa hali ya dharura na kuzingirwa kwa mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri iliyotangazwa tangu mwaka wa 2021. Hata hivyo, makubaliano na Rwanda yanaweza tu kusainiwa baada ya kukamilika kwa mazungumzo ya ana kwa ana mjini Doha, Qatar kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 AFC ambapo wanajadili pia juu ya swala la kusimamisha vita. Mswada huo pia unazungumzia swala la waasi wa FDLR. Nchi hizo mbili zikikubaliana kura utaratibu kwa nia njema mpango wa kutambua, kutathmini na kutafuta njia ya kuwatokomeza waasi hao wa FDLR.